Hivi unajua video ya kwanza ya YouTube ilikuwa na sekunde nane. Leo YouTube inalipa mamilioni ya watu mamilioni ya pesa duniani. Leo nitakuonyesha YouTube ilianza vipi na kwa nini inaweza kubadilisha maisha yako. Karibu Rajab Synic, leo tunaanza series yetu kubwa ya video 100 kuhusu jinsi YouTube inavyoweza e, kukupa pesa kuanzia sifuri hali kipato cha juu. Kwanza kabisa tuanze na YouTube ni nini? Je, yeah. YouTube ni kitu gani? E, YouTube ni jukwaa la mtandao linaloruhusu mtu e, kupakia e, kupakia video e, kutizama video na kushare video na kujifunza au kuburudika kupitia platformu hii. So kwa lugha rahisi unaweza ukasema YouTube ni kama vile televisheni television, eh, television ambayo inamweleka ina inaangazia kuhusu dunia nzima au television ya dunia nzima, lakini tofauti yake ni kwamba kila mtu anaweza kuwa mtangazaji. Ule uwezo wa kuweza mtu kuposti unamfanya kila mtu aweze kuwa mtangazaji. Unaona? YouTube unaweza kusema YouTube e, ilianzishwa mwaka gani? YouTube e, kwanza kabisa ilianzishwa mwaka 2005. E, na tano, unaona? Huko nchini Marekani huko e, na watu watatu au watu watatu mm, wa walikuwa ni, walikuwa waajiriwa wa kampuni ya PayPal. Kampuni ya PayPal ni kampuni gani? Kampuni ya PayPal ni kampuni inahusu masuala ya kutuma pesa kutoka nchi moja kwenda nyingine. Sasa hawa walioanzisha hii hi, YouTube walikuwa watu watatu eh, wa kwanza alikuwa anaitwa Steven Chen, lakini wa pili anaitwa Chad Halle na watatu anaitwa Jawed Karim. Na wazo lao lilitokana naje li, li li, unajua eh, wazo lao lilitokana na ku, tatizo moja kubwa. Tatizo gani hilo? Sikiliza. Wakati huo ilikuwa ngumu sana kushare video mtandaoni. Kama mnajua teknolojia inaanza kukua kwenye miaka, naweza kusema kuanzia miaka 90. Naweza tukasema hivyo. Teknolojia imeanza kukua kwa kasi kuanzia miaka hiyo. So ilikuwa ni ngumu sana katika miaka ya nyuma, eh, kuweza kushia video mtandaoni. Umeona? Kutokana bado ubunifu haya ma TikTok, ma Facebook bado yalikuwa alikuwa hayajaja ya. Video ya kwanza kabisa okay. Ku, ku, ku, ya kwanza kabisa ku, kuenda kule YouTube eh, iliitwa "Me at the zoo." "Me at the zoo." Unataka um, kuthibitisha hilo, unaweza ukaingia YouTube ukaandika "Me at the zoo." Video ya kwanza itotokea ni ile eh, ya kwanza kuuploadiwa katika platform hii ya YouTube umenielewa? Sasa bona ilipakiwa na nani au nani wa kwanza kuiupload? Huyu jamaa anaitwa Jawed Karim ndio. Huyu jamaa alikuwa miongoni mwa wale watu watatu waliogundua nini? YouTube. Ninaelewa lakini, sema na kupoteza sana. Je, yeah? Wengine kuna mwingine anaweza kujiuliza ah, video ile upload eh, video ya kwanza kupostiwa ilikuwa na sekunde ngapi au ilikuwa na nini? Video ya kwanza ilikuwa sauti, ilikuwa easy, ilikuwa inaelezea huyu jamaa huyu. eh Anatoa Jaut Kalimu alikuwa ameenda zake ni zoom, anasema zoo zo. E, amejirekodi simple ki video video, ndogo video ina sekunde kama kumi na nane, ni kumi na nane tu. Umeona, hii inatufundisha nini? Inatufundisha e, hauanzishi kwa ubora mkubwa, unaanzishwa kwa hatua ndogo. Nirudie tena, hii inatufundisha nini? Au inatufundisha kuwa hauanzishi kwa ubora mkubwa, unaona, unaanzishwa kwa hatua ndogo. YouTube kipindi hii video ya kwanza inapakiwa, ina ilikuwa ni video ya kawaida sana ambao mtu yoyote, eh, hata sasa hivi ukisearch ukiangalia hata yani eh, uwe, uwezi ukaijaji uka, uka, uka, uka, labda eh, hii video ni kweli kwanza? Lakini vipi je, inawezekanaje video kwanza, videokwanza ilikuwa ni ya kawaida, ni ndogo. Sasa naeza kusema lakini pia video yenyewe ilikuwa sekunde 18, lakini ukija kusikia kipato kilichoingiza video au video inaenda kuingiza kipato kiasi gani, ni kipato kikubwa sana. Huwezi kulinganisha na yeye angali ana upload kwa mara ya kwanza. Umeelewa? Kwa hiyo somo kuu tunalipata hapo kama alivyosema, ili ili kuanzisha kitu bora unaanzisha kwa hatua ndogo. Unaona, sasa. Mwaka 2006 kilitokea nini? Mwaka 2006 Google ilinua, eh, ilinunua. Google ilinunua YouTube kutoka kwa wale vijana wa dola bilioni 1.65. Kuanzia hapo YouTube ikaanza kuonyesha matangazo na kulipa content creator za wao kuanzia 2006 na ngapi? 2006 kwa sababu 2005 tu up to 2006 YouTube ilipata watumiaji wengi sana kidogo ilipata presha kubwa, watumiaji wengi sana. Alafu ilikuwa zamani, ilikuwa unaupload unaupload yani, hamna sijui utalipwa, sijui nini, hamna, unaupload tu basi, unaenjoy, kwa sababu ilikuwa ni kitu kigeni pia katika elimu ya teknolojia, so ilikuwa kinachukuliwa kitu poa sana, umeona? So na nini, Google ilipoichukua ile, wakaanza kuwalipa creators wao, creators wao. That's why ma creators wote ma content creators wanaotumia YouTube wakaanza kulipwa ndio, hadi sasa hivi ma content creator unasikia huko wakina nani wakina nani, kina nani, eh, unawajua wanapata pesa kupitia YouTube hapo. Nadhani umenipata leo, mm, leo YouTube si, si, si burudani tu. YouTube, unaweza kusema ni chuo eh, unaweza kusema ni biashara eh, unaweza kusema pia ni ajira miongoni mwa watu na ni chanzo cha kipato kwa watu wa kawaida kama mimi na wewe. Najua YouTube ili uanze kupata pesa, sio lazima uwe na watu milioni kumi, milioni shi. No, yani mimi na wewe wewe, ukiamua kuanza leo, YouTube inaweza kuwa chachu ya wewe kuanza kujitengenezea kipato chako mwenyewe, mwisho wa siku kutengeneza kipato cha maana na kuendesha, kujikimu na zisizo kujikimu eh, kimaisha tabana. Naona kuna wasanii wakubwa TZ, East Africa, Africa all global the world wote eh, a eh, majority hamna msanii ambaye tumii YouTube watu wa vipi, inamlipa inali, inalipa pesa hewa. Yeah. So kupitia YouTube kuna watu jifunza, kuna unajifunza, kuna walimu wazuri sana kwa YouTube wanafundisha vizuri, kile kitu kipo kuhusu biashara, fanya biashara, wengi ajira hivyo. Kama YouTube ilianza kwa video ya sekunde 18 basi hakuna sababu ya wewe kuchelewa. Aina sababu ya wewe kuchelewa. Ah, um, bora kuanza leo, naweza kusema bora kuanza leo leo. Kama unataka kujua YouTube inamilikiwa na nani na kwa nini na inalipa creator, hakikisha una subscribe na uwashe kengele ili kuwa kwanza kupata kila video yetu ambao utakuwa na upload katika YouTube channel yetu, eh, na tupo kwenye, kwenye kipindi chetu nasema YouTube, eh, YouTube pesa, YouTube inawezaje kukupatia pesa, so, kushare Maswali ya kujiuliza baada ya kupata somo letu zuri la leo kuhusu YouTube. Je, ulikuwa unajua uh, video ya kwanza ya YouTube ilikuwa na sekunde nane hilo ni swali la kwanza lakini swali letu la pili eh, unge, ungependa kuanzisha YouTube channel ya aina gani hilo ni swali la pili lakini swali la tatu je wewe unaamini YouTube inaweza kuwa biashara kamili Tanzania Majibu weka kwenye komenti hapa. Kwenye video inayofuata komenti yako itasomwa.